Kwa majina naitwa Aisha Bakari, wa kilichompata mtoto kwa maneno Valosi, wanasema ule mtoto ni mda mrefu sana way, ingiliwa kwa, Asa, kwa hapo mimi nilikuwa etu, ungo, nilikuwa nakaa kwetu, na kwetu pia kuna kuna mdogo wangu wa kiume na ni la si, na baada ya hapo kuna sehemu nyingine nimeenda kuishi pia na pale kuna watoto wa kiume sasa kile kitendo kikiwa ni cha muda mrefu mimi mwenyewe kinanichanganya ni wapi mtoto wangu ameharibikiwa siwezi kujua. Ila sana shangazi nimemlaza hapa kwenye mkeka. Kile kitendo cha mimi kuja kumnyanyua mtoto akiwa amelegea shingo inaenda hivi. Ndio nikawa nimeshtuka. Na nilivyoshtuka, nikamwambia mwenzangu nini shida, na yeye pia akaanza kushtuka. Inabidi tumpigie mama simu. Tulivyompigia mama simu, ndio na mimi nikambeba mtoto nikatoka naye nikiwa nakimbia barabarani mwenzangu naye akampigia mama simu, naye akawa ananifuata nyuma. Mtoto ni wa kwangu yani. Baba yake ni nani? Baba yake ni Yasiri. Na huyo baba mwingine ambaye aliwahi kuja ni nani? Hayo hayo mambo mengine, ilikuwa ni hivi. Mimi nilikuwa na ujauzito wa Yasiri eh. Baada ya hapo, mimi na Yasiri tuligombana kidogo, kwa sababu Yasiri alikuja akagundua kwamba mimi natembea na yule kijana. Alivogundua hapo, akaniambia basi sawa, kwangu iweje tupo wawili lakini uhakika mimba ilikuwa ni ya kwake. Baada ya hapo, ndo yule kijana mwingine nikawa amenichukua, nikawa nimekaa naye, mtoto alikuwa tayari ameshazaliwa, lakini nikawa nimekaa naye pale. Tulipokuwa tunakaa kwa dada, nilikuwa nakaa naye kwanza, yeye ndo nikaja nikaenda kwa dada yake, nilivyoenda nika kwa dada yake, tulikuwa tukae vizuri, ndo nikatoka pale kwa dada yake, ndo nikaja kuishi hapa. Sasa tuseme mtoto ni wa nani? Mtoto ni wa Yasir. Kwa majina anaitwa Maria. Kilichojitokeza jana nilikuwa na site huko chini, nimerudi nimechoka, mtoto nilimwachia mama angu amwangalie wa Niliporudi wakaja vijana watatu wa Kiarusha wakaniambiaje, kuna kijana mmoja amembaka mtoto wa kiume. Wapi? Maeneo ya pale uwanja wa mpira karibu na mwenyekiti basi nikaambia, huyo mtoto aliobakwa ana umri gani? Akaniambia mtoto wa mwaka, lakini bibi yake anauzaga vitumbua, mama yake anauzaga vitumbua uh -huh. Nikawaambiaje, huyo mama anauza vitumbua, mbona huyo ni mjukuu wa mama yangu mimi na ni anti yangu mimi na huyo mtoto mimi nimemlea kuanzia mwezi wa tisa. Binti alikuja akasema mtoto na mdogo wangu, nikamlea pale paka mwezi wa tisa wakasema jamani, hivi kuna kijana mmoja anaitwa ana jina nimelisahau, mtoto wa mama wa kwanza, akasema kwamba amembaka nani, mtoto wa kiume wa miaka wa miezi kumi wa mwaka. Mimi nikasemaje, u mama, mtoto amebakwa anasubiri nini? Ndo baadaye nikamwambia ni ule mama eh, mtoto wa kiume e, sasa jana nilipokuja hapa, kama majirani wanaogopa kusema tu, waogope, lakini jana nilipokuja nikasema ukweli wa Mungu. Mimi ni Mkristo na nasali, naoni mwezi wa Ramadhani. Nikasema ukweli kama ni kweli kijana amemtendea hivyo mtoto, mi nimeishi naye kuanzia mwezi wa tisa, ana miezi saba kwangu kwa nini msichana nimtishia? Je, akimbia akampa baba mwingine mtoto? Sababu baba alipoona labda nimekuja mimi Jumapili na watoto wangu labda alijisikia vibaya, akaona kwa sababu watoto wanagombania, ngoja nimkomeshe, tumue tukose wote. Ndio hivyo ilivyokuwa. Nimerudi jioni, asubuhi naambia, je, jamani, yule mtoto ashangazi yangu leo kwa namlea hapa, nasikia amebakwa paka ameuawa. Akasemaje huyo mama, hii sana mbona mama hii sina namba zako na sijui ni mtoto wenu mtoto ameleta levolosi tukashindwa kumhudumia, kwa hiyo mtoto tukamwandikia, arudishe wapi, apelekwa Mount Meru. Lakini o mtoto, mbona tayari alikuwa amesha kufa? Nikasema mtoto hapa miezi saba, na Jumapili nilikuwa naomba mampika vitumbo, nikamweleza. Kwani wamfanya mtotovi? Kama walishindwa kumlea, wangerudishia mishangazi yangu nimlee. Aidha, kwa upande wake balozi wa eneo la Olasiti kati mkoani Arusha, Catherine Shiganga aliweza kuthibitisha kutokea kwa tukio hili, huku akiwashauri mabinti kuwa na msimamo. kwa jina anaitwa Catherine Henry Shiganga ni balozi shina namba nne na pia ni mjumbe wa serikali ya mtaa Olasiti kati. Jana tulipata taarifa kwamba kuna mtoto hapa jirani amefariki, na sababu ya kufariki kwake sababu ya kufariki kwake kwa, kwa maelezo ya mama anasema kwamba mtoto alilegea, lakini kwa maelezo ya hospitali inasemekana kwamba mtoto amelawitiwa mara kwa mara. Ndio, alikuwa analawitiwa kwa muda mrefu. Ndiyo. Lakini umejaribu kuzungumza kwa muda na huyu mama wa mtoto, kwa sababu inaonekana pia ni binti mdogo wa miaka kumi na tisa. Kuna chochote ambacho amekuambia? mama wa mtoto kwanza, inasemekana mtoto mtoto huyu marehemu ana baba wawili. Nikimaanisha nini? Nikimaanisha kwamba mtoto aa, baba halali ni Yasil, lakini alikuwa na baba mwingine ambaye anaitwa Christian. Ndio na... hao wote alikuwa naishi nao wote ama nini? Mm, aliweza kuishi nao wote, aliishi na baba yule mwingine baadaye akaja kuishi na baba halali sasa wa mtoto. Ndio. kulikuwa na ugomvi wowote sasa miongoni mwa Christian pamoja na Yasil? hakuwa na ugomvi kwa sababu ni baba ya halali, ila Christian ndo alileta ugomvi. Ndio. binafsi yako, tukio hili limekugusa kwa namna gani? mimi nikiwa kama mzazi, tukio hili limeniuma. pia napenda kutoa ushauri kwa jamii, hasa kina mama na wababa pia, na mtu yoyote ambaye ni mlezi mm, tujitahidi kuwakagua pia watoto na kuwalinda mtoto mm, anavyoenda shule anavyorudi. Ukiwa kama mama unatakiwa ujitahidi angalau hata kwa kila baada ya siku mbili mwogeshe mwanao, mkague. Ndio. na ushauri kwa mabinti ni upi? Mm, mabinti zetu wanao kwa sasa wanakuwa na tamaa Ushauri wangu ni kwamba wadada, mabinti, watoto wetu mjitahidi kuwa na mpenzi mmoja, ndiyo.